Kufuatia nchini Tanzania kuwa na uhaba wa masuala mbalimbali mbali hasa makala za uchambuzi kutosomeka na kutoelezeka kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Nyikani TV Afrika tunakuandalia makala kadhaa ambazo tutakuwa tunakusomea kupitia hapa Nyikani TV. Kwa leo, tuanze kwa kusema kwamba Tanzania sasa ina takwimu za maendeleo zinazopimika. Makala hii imeandikwa na mwandishi wetu ikiambatanishwa na picha ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Makala inasema kwamba mgombea urais kupitia chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan na chama chake, wamefanikiwa kudhihirisha wazi kwamba wameiandaa Tanzania kwa hatua kubwa inayofuata ya maendeleo huku akikabiliana na wapotoshaji wachache kwa kutumia lugha moja tu isemayo matokeo yanayopimika. Tukielekea uchaguzi mkuu, jua la mafanikio linaangaza kila kona ya taifa. Daktari Samia alikabidhiwa nchi wakati ikiwa kwenye majonzi, lakini badala ya kutetereka alisimama imara. Ameiweka Tanzania katika viwango vipya vya uongozi vinavyopimika si kwa maneno matupu, bali kwa takwimu na matokeo yanayoonekana kwa macho. Tuanzie hapa, mageuzi makubwa katika nishati na elimu. Chini ya uongozi wake, sekta ya nishati imeshuhudia mabadiliko makubwa. Uzalishaji wa umeme nchini umeongezeka kutoka megawati elfu moja na mia sita na mbili mwaka 2020 hadi kufikia megawati elfu tatu na sabini na nane mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Ongezeko hili kubwa, ambalo linatokana kwa kiasi kikubwa na mradi wa bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, linatoa uhakika wa umeme wa kutosha kwa viwanda na matumizi ya nyumbani. Sambamba na hilo, dhamira ya kupeleka umeme hadi vijijini imeimarika, ambapo vijijini na vijiji vyenye umeme vimeongezeka kutoka 8587 mwaka elfu mbili na ishirini hadi kufikia vijiji elfu kumi na mbili na mia tatu kumi na nane mwaka elfu mbili na ishirini na nne Hii ni ishara wazi ya kuondoa wa giza na kupeleka maendeleo kwa wananchi wa hali ya chini. Katika sekta ya elimu, namba zinaonyesha hali mpya. Idadi ya shule ya msingi zimeongezeka kutoka elfu kumi na sita na mia sita hamsini na sita mwaka elfu mbili na ishirini hadi shule elfu kumi na tisa na mia saba themanini na tatu mwaka elfu mbili na ishirini na nne huku shule za sekondari zikipanda kutoka elfu tano hadi elfu tano na mia tisa ishirini na tisa. Hatua hii inahakikisha watoto wa Kitanzania wanapata nafasi ya kutosha za elimu bora kuanzia chini hadi juu. Afya na uchumi wa mwananchi zaimarishwa. Uboreshaji wa sekta ya afya pia umekuwa kipaumbele. Upatikanaji wa dawa na vifaa tiba umeimarika kutoka asilimia 75.6 mwaka 2020 hadi asilimia ya kuvutia ya asilimia 89.3 hatua inayoimarisha huduma za afya nchini kote. Katika kusaidia wananchi wengi, serikali imewekeza katika sekta ya uzalishaji. Matumizi ya mbolea kwenye kilimo yameongezeka kutoka tani 1586.604 1586.604 mwaka 2020 hadi zaidi ya milioni 1.2 mwaka 2024. Na aidha, eneo linalotumia umwagiliaji limepanda kwa kasi kutoka hekta 1500 tan 561,383 hadi 983,466, hatua muhimu ya kuifanya kilimo kisitegemee mvua pekee. Katika sekta ya uvuvi katika sekta ya uvuvi wa uvuvi wamewezeshwa kwa ongezeko la boti za kisasa kutoka 280 mwaka 2020 hadi 507 mwaka 2024 na hivyo kuongeza tija na kipato chao. Propaganda zinavyotafunwa na ukweli. Haya yote ni ushahidi wa dhahiri kwamba Mama Samia si kiongozi wa maneno bali wa matokeo ya kweli. Wanaojaribu kupotosha ukweli huu wanapaswa kuelewa kuwa Tanzania ipo kwenye njia ya maendeleo isiyozuilika. Kazi na utekelezaji vinafanywa kwa vitendo, na jitihada zozote za kutumia propaganda za kisiasa kuzuia safari hii zitakumbana na ukweli wa takwimu hizi. Ukweli unaendelea kuangaza na ukweli huo ni huu, Mama Samia ameahidi na ametekeleza. <tiple>